Unaikutanisha klabu ya soka Yanga Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club. Sasa mchezo huu tunaona umeweza kuingia dosari kubwa sana mara baada siku ya jana klabu ya soka ya Simba kwenda katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kwenda kufanya mazoezi ya mwisho, lakini cha ajabu ni kwamba kuna taarifa zinadai kwamba makomando wa klabu ya soka Yanga Sports Club walizuia klabu ya soka ya Simba kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kwenda kufanya mazoezi ya mwisho ili kuweza kujiandaa na mchezo dhidi ya Yanga. Sasa mara baada ya hili kutokea, tunashuhudia Simba walifika majira saa moja katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini walikaa nje mpaka saa tatu kisha kuondoka pasipo kufanya mazoezi. Sasa kwa mujibu wa taarifa ambayo imeweza kutolewa na klabu ya soka ya Simba ni kwamba wameweza kuhususia mchezo huu na siku ya leo hawatokwenda uwanjani, kwa sababu taarifa zinadai kwamba siku ya jana klabu ya soka ya Simba waliweza kuvunja kambi yao kwa ajili ya kujiandaa na mchezo dhidi ya Yanga, na wamekubaliana kwamba watarejea tena kambini siku ya Jumanne kwa ajili ya kujiandaa na mchezo dhidi ya timu hii wa kombe la Azam Sports Federation Cup, bila kusahau kujiandaa na mchezo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 timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Kwa makusudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sitofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kumruhusu kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo pamoja na kamishina wa mchezo husika kufika, mabaunsa wa klabu Yanga Sports Club walivamia msafara wa Simba, huku wakiendelea na vurugu na kuwazuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili, kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji huo taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zake zimehifadhiwa. Simba inaimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki kwa dhidi ya wahusika wote wa sakata hili. Imetolewa na menejimenti ya klabu ya soka ya Simba. Kwa tunaona hiyo ni taarifa ya klabu ya soka ya Simba ikitolewa na kusisitiza kwamba hawatokwenda kucheza mchezo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, kwa sababu taarifa zinadai kwamba Simba Sports Club mara baada ya kuzuiwa kuongea katika uwanja wa Benjamin Mkapa walirudi kambini, na mara baada ya hapo wakaweza kuvunja kambi yao, kwa sababu ikumbukwe, wao Simba walikuwa na haki za msingi za kuweza kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini ndio hivyo, watani wao wa jadi wakiongozwa na makomando wakaweza kuibania klabu ya soka ya Simba kuingia uwanjani kwenda kufanya mazoezi. Kumbuko Yanga wao waliweza kufanya mazoezi mapema kabla ya saa moja na mara baada ya hapo wakaweza kuondoka. Kwa hiyo ndio hivyo, Simba, kutokana na wao kushindwa kufanya mazoezi kikanuni na haki za msingi, wameweza kusema kwamba hawatokwenda kwenye mchezo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Sasa mara baada ya klabu ya soka ya Simba kuweza kuweka wazi kwamba hawatokwenda kushiriki mchezo wa Kariakoo Derby dhidi ya Yanga, kupitia mwanasheria wa Yanga Sports Club Simoni, ameweza kufunguka na kusema hivi: kwa mujibu wa kanuni, ni kweli kwamba timu geni ina haki ya kufanya mazoezi angalau mara moja kabla ya mechi. Hata hivyo kwa kuwa ligi yetu inaendeshwa kwa busara na ikizingatiwa kuwa katika mzunguko wa kwanza klabu ya Yanga ilinyimwa haki ya kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi, basi hakuna uhalali wa kuruhusu mwenzetu kufanya mazoezi ili kuepuka upendeleo wa aina yoyote. Dabu standard. Kama mamlaka zingekuwa makini katika kusimamia kanuni kwa kiwango sawa wanavyofanya katika kutoa faini kwa vilabu na kuwafungia wasemaji, hali hii isingekuepo. NB, fanyeni yote, Afrika nzima inasubiria debi ya Kariakoo. Huyo ni mwanasheria wa Yanga Sports Club akithibitisha kwamba yani Simba wafanye vyovyote vile, lakini Afrika nzima inasubiria debi. Kwa hiyo Simba wafanye vyovyote vile, waende uwanjani leo.